Zotaziweka hii leo. Mtazamaji, ni kwamba ripoti mpya ya mashirika ya kutetea haki zinaashiria kwamba namna Wakenya walivyobanwa kiuchumi kutokana na sera na mzigo wa madeni ya serikali. Ripoti mbili za tume ya kutetea haki ya KHRC ikitoa taswira ya mzigo uliobebeshwa Wakenya katika kufanikisha malipo ya madeni ya serikali na hata matumizi yake. Na kama Brenda Wanga anavyoarifu, ni kwamba ripoti pia zinaonyesha kiwango cha juu cha umaskini miongoni mwa Wakenya kutokana na dhulma za ardhi. Ripoti ya kwanza inayoangazia minyororo ya kiuchumi inachora picha ya kutosha kuhusu pesa za umma. Inafichua kuwa kufikia hii leo, asilimia sitini na nane ya mapato ya serikali humezwa na malipo ya madeni na kulipa mzigo mzito wa matumizi ya serikali.

Katika muda wa miaka minne pekee riba ya madeni ya serikali imepanda hadi asilimia ishirini na tano kutoka asilimia kumi na nane ya matumizi ya serikali, mzigo huu ukibebeshwa Wakenya na kupunguza ufadhili wa makundi yasiyojiweza nchini kama vile wazee na mayatima. Matukio ya maamuzi haya ya serikali yakiwa yenye uchungu, familia zikiripoti kushindwa kugaramia mahitaji muhimu kama vile afya. Sasa mashirika ya haki yanataka uwajibikaji.

Lakini ulegevu wa sera siyo tu kuhusu matumizi. Ripoti ya pili kuhusu mali inayomilikiwa na baadhi ya viongozi, nao ikihusisha mabano ya kiuchumi miongoni mwa Wakenya na ukosefu wa usawa wa kumiliki ardhi. Ripoti hii ikiashiria kuwa ni asilimia mbili tu ya Wakenya wa kawaida wanaomiliki wa ardhi inayoweza kuzalisha

Ripoti hizi zikiashiria kinaya cha uchumi wa Kenya kwa wale wenye nazo na walala hoi, huku wamiliki wenye utajiri wakikosa kulipa kiwango cha ushuru kinachohitajika kwa mali walizo nazo. Wakenya wenye mapato ya chini wameendelea kubebeshwa mzigo wa ushuru bila huduma za kuwafaidi. Brenda Wanga, runinga ya